Habari za wakati huu mtazamaji wa PACI TV na jina ni Ken Junior. Hapa tuko maeneo ya Karume tuzungumza na baadhi ya mashabiki wa Simba kuelekea mchezo wao dhidi ya e, e. Kumbuka jana Simba Simba Sports imesafiri kuelekea kwenda kuwakabili ya ya ya pili ya mashindano ya CAF. Ya e, Simba always imekuwa ikifanya vizuri ikifika robo fainali lakini msimu wanatarajia wa kufika nusu fainali. Tuzungumza naye machache atueleze hasa anakitazama vipi kikosi chake msimu huo, anaweza kufika tu ambao ametarajia au malengo hayo yamekaa vipi? Mambo vipi? Mambo shwari? Vipi mtangazaji? Salama kwema, akwema kabisa. Kwa jina anaitwa Hassanudi Marijani aka Mzee wa B, afisa mhamasishaji katika tawi la Simba Karume, unstoppable kuelekea msimu huu wa kimataifa, kwamba timu yetu ya Simba, viongozi, mashabiki na wanachama pamoja na wachezaji tumejipanga katika mambo mengi sana yafuatayo kwa nini tumejipanga kwenye mambo yafuatayo? Ni kwamba lengo kuu ni kufika nusu finali mpaka finali yenyewe, kwa sababu tunaona tuna uwezo, wachezaji tunao, timu tunayo na nia tunayo. Sasa ili tufike nusu finali, tunahitajika vitu vitatu paka vinne. Moja, kwanza mshikamano wa wachezaji, viongozi pamoja na sisi wenyewe wanachama. Tunaposema wachezaji, wachezaji sasa hivi wanatakiwa tuachie swala la selfish, yani swala la ubinafsi, wanapokuwa katika nini katika pichi watumie sana kitimu. Tunakwenda kucheza na timu ambayo ya ya, ya, ya, na timu ya Uswatini ile timu katika kuelekea katika mani ya, ya Kafu ni timu ndogo sana, lakini mpira una nini, una maajabu yake. Kwa nini mpira una maajabu yake? Ni lazima tufuate sheria, kanuni na utaratibu wa kucheza away, wa kucheza hatua za playoff hizi. Hatua zilitutoa kipindi tunacheza na Galas, tuliwadharau sana Galas, likatukuta na kutukuta. Kwa hiyo tunawaambia wachezaji wetu kwamba waione kila timu ndio kucheza nao mbeleni, waipe wa heshima zake. Kwa hiyo na, natoa kama na saa kama vile shabiki. Kocha aswaso akaangalie, apate zile kanuni. Tukashinde game au tukatoe sare, hata kama tutafungwa lakini tufungwe na idadi idadi kubwa magoli, kwa sababu Simba tunaelewa tukilianzisha jambo letu sisi katika mashindano ya kafu mpaka tufike wapi, nusu finali au au auru, robo finali, lakini lengo letu safari ni kuingia nusu finali. Kikosi tulichokuwa nacho sasa hivi ni kikosi ambacho tumekisajili katika vijana ambao wenye hamu ya matukio ya kafu kwa nini tunaongea wenye hamu tukio ya kafu? Tumemleta mtu kama vile Soa. Huyu mtu alikuwa amepita njia nyingi sana, lakini huko alikopita kulikuwa katika mafanikio ma mashindano ya kafu ameyakosa. Kwa mfano amekuja Simba Sports Club, sasa anataka kutuhakikishia kwamba sisi Simba sajili yetu ya soa tulifanyaje, hatujakosea, ila tunamtahadharisha na yeye, hii ni Simba, tunamtahadharisha na yeye Simba. Huaga inahitaji watu ambao wenye nidhamu, inahitaji watu ambao wasikivu inahitaji watu ambao wakifika katika katika timu basi wawe wao kwan, Simba, Simba kwanza wao baadaye, lakini kwa kupitia steka yetu soa. Tuna imani tutafanya makubwa na sasa tumemweka pale na, na mwalimu. Huyu mwalimu ametuonyesha kwamba kumbe wa Tanzania wapo anaweza kucheza mpira namba tisa. Na shangazi tunahangaika kutafuta namba tisa. Mwalimu tunaye ametuonyesha katika mechi za ligi, ametuonyesha katika timu ya taifa na pia ametuonyesha katika mechi za kimataifa. Kwa hiyo tunao kina Jean Charles Ahoua. Watu walimbeza sana. Wakasema kwamba yeye sio namba kumi pase. Lakini by the number Jean Charles Ahoua anatuonyesha. Kwa hiyo wana Simba tunachotakiwa sasa hivi, kila mwana Simba afanye anachokifanya na kiona Simba anaweza kawinda. Dua ziwe kwa wingi tuiombee timu yetu tupate ushindi tuendelee hatua ya 16 bora kwa sababu tumezoea katika hatua za 16 bora sisi simba kuingia ni kitu cha kawaida na ratiba yetu inaanza 16 bora tunaomba kwa TFF tunaomba kwa wasimamizi wa ligi kwamba uwanja ule watufungulie kwa mechi ya marudiano na uswatini tuje tuicheze kwa mkapa kwa sababu tunajua simba akiwa kwa mkapa vibe lake jinsi ilivyo hata wapinzani wanajua tanuri la moto la Tanzania linapatikana napatikana kwa Mkapa. Kwa hiyo all of all mashujaa wetu waliotangulia Uswatini, sisi tuko nyuma yao, mbele wao watangulie chini ya meneja mkuu Pantev Mr. Matatu akishirikiana na Selman Matola aenda kuiteleza Simba man, ya namna gani kwa wachezaji ambao mkonao kwa sasa? Kwanza anakwenda kutengeneza Simba ambayo haina majina, anakwenda kutengeneza Simba ambayo inakuwa complete katika kila kitu, kwa sababu Mr. Matatu yeye anaamini ubora, aamini majina. Mchezaji ambaye atamshawishi Mr. Matatu kwenye, kwenye mazoezi akakitoa kile kitu chake cha mwisho, basi Mr. Matatu hana kitu, hana yana nao mchezaji. Kwa hiyo sasa zingizini... ah, eh, so Uh, kuna timu nne msimu huu katika ligi yetu inashiriki mashindano ya kimataifa ikiwashirikishwa pamoja na klabu bingwa. Nyinyi mmekuwa ni watu ambao mnafanya vizuri always kwenye mashindano haya. Je, ni wakati sahihi hizi timu zingine kujifunza kutoka kwenu uh, katika mashindano ya kafu? Sasa hivi tunatakiwa wa Tanzania tubadilike. Tubadilike kivipi? Kwanza tusiangalie uselfish. Tuangalie thamani ya mashindano ya kafu katika nchi ya Tanzania kwamba taifa letu kama Tanzania tunapata kitu gani. Tumepata pointi za kuingiza timu nne. Hizi timu nne hatuingize hivi hivi kwa kuokota tu. Hizi timu nne tumeingiza kwa jasho kwa kujitoa. Kwa hiyo tunatakiwa hizi pointi tuzilinde. Je, pointi za kafu zinalindwa katika wakati gani? Pointi za kafu zinalindwa wapi? Na kwa nini hizi timu nyingine zijifunze kutoka kwa nani? Ni lazima kila kitu unamwangalia aliyetangulia kwamba yeye amefanya vipi na wewe upite zenyayo. Kwa hiyo tunawaambia Yanga tunawambia Azam, tunawaambia Singida wamwangalie Simba anapita rodi gani katika kufanikisha haya mashindano ya kafu. Ni lazima timu zetu nne zifike 16 bora, kwa sababu pointi za kafu zinaanza kuhesabiwa wapi? 16 bora. Je, utapita vipi? Utapita 16 bora kwa kujizatiti, kuwa na kikosi bora, kuwa pamoja na mashabiki na viongozi na benchi la ufundi kwa pamoja. Kwa hiyo sisi Simba kama modo wa Tanzania, kuelekea mashindano ya kafu, tunawaonyesha watu vifuatavyo kwanza tuna timu ambayo tumechagua wachezaji ambao wao wana hamu na mashindano ya Kafu. Kwa hiyo kila mchezaji analia, kila mchezaji anataka aonyeshe kipaji chake nje ya Kafu, kwa sababu mpira wa Afrika sasa hivi upo Kafu. Kwa nini tunasema upo CAF? Kafu, kafu ndo njia ya kuelekea mamtoni, kafu ndo njia ya kuelekea Ulaya. Kwa hiyo sasa simba wanavyojeza titi, wamejeza titi kwamba wanahakikisha katika play-off zote wanavyozicheza wanazicheza kwa tahadhari wanazicheza kwa nini? Kwa mpangilio kwamba tunacheza kwenda kucheza away, tunachokitoa kule away ni kwamba tukapate matokeo, kwa sababu Uswatini, tunaiangalia nchi ya Uswatini na timu yetu za Tanzania, tunajua sisi tuko wakubwa sana. Kwa hiyo tunachoenda kule mechi yetu uwepesi wake tukaimalize Uswatini. Kwa nini tunasema tukaimalize Uswatini? Kwa sababu kule tutakapoenda tuko away na kikosi kiko vizuri, lakini tukija ndani hapa, hapa ndani wenyewe tunafanyaje? Tunajuana kwa sababu tumepata fundisho kutoka wapi, wa Botswana. Tulicheza nao hapa, tumetoka nao sare ya moja moja, lakini kila mwana Simba na kila shabiki wa Simba aliona ile jasho na damu kutoka pale, mpaka tumepoteza wachezaji wetu key player. Manake tunakwenda kule tunamkosa Kamara, kaza alifanya hapa Kamara apaatesa, tunawaambia tumempoteza. Sasa hiki ndio kipindi cha Ayubu kumwonyesha kocha kwamba yeye akufanya makosa kuchaguliwa namba Tanzania moja, kwa hiyo aonyeshe kiwango. Kwa hiyo kuelekea hapo Simba tunahitaji ivuke hatua hii, tunawahitaji Azam. Na wao tulikuwa tunasema sababu ni kocha, sasa umempata kocha wa mpira. Tunaposema umempata kocha wa mpira, hakuna asiejua Idenge, hakuna asiejua Idenge amefika sehemu gani. Sasa Azam atuonyeshe na yeye afike katika 16 bora. Singida tunabati, jina la Singida limebakia, lakini wachezaji wanaoiunda Singida ni wachezaji ambao mashindano ya CAF wao kwao ni kitu cha kawaida, ukimwangalia Mwamba Alusaka Ukimwangalia haucho hawa watu wanaweza kucheza nini competition aina yoyote. Sasa na wao wajitahidi, waingie watakapoingia 16 bora, watakapoingia 16 bora, kuelekea tuwaonyeshe, kuelekea, mwaka jana walijifanya viburi, lakini kichwa kuta wenyewe walikiona kwa hiyo, all of all tunawaambia Simba huko waliko wapijane, sisi tuko hapa nyumbani, lakini tulipo ipo Simba na sisi tupo, hata kama huko hawipo, tuna ushauri kwamba tarehe 19 tutaweka big screen kama utamaduni wetu tu, wanaSimba wote tuko sehemu moja kuangalia timu yetu. Kuna tetesi kwamba mlikuwa mna push kocha falls ya achwe ile nyempi mpite naye. Ah, sisi hatuwezekani kabisa kufanya kitu hicho, na wala nawaambia viongozi wangu wasitarajii kwamba kocha yoyote ambaye kapita upinzani alafu mlete katika upande wa nani. Hii inakuwa ni destroyed ya mashabiki, destroyed ya timu, na pia inakuwa kalcha nzuri. Kwa maana hiyo, sisi kocha fomu ziwe na simba ni mbingu na ardhi, atatupeleka wapi? Atatupa nini? Simba sasa hivi tumetengenezwa kingine kabisa. Tukileta makocha ni lazima tunapoweka zetu wanyoke nazo. Kocha yule alikuwa na, na, na simba hatuwezekani, ndio maana wao wadili na kocha wao wapangane wenyewe, wataelewana vipi? Yeye na sisi vitu viwili tofauti. Tunaye meneja ana kila kitu, ana full package. Ukitaka katika saikolojia meneja wetu amekamilika, ukitaka katika mbinu meneja wetu amekamilika, hata ukitaka kwenye kuhamasisha meneja wetu yuko fit. So umeona uwanja ndege mambo alikuwa akiatoa kwamba ana confidence, anajiamini na kikosi anacho na hiki kikosi alikitarajia, kwa sababu hata wakati tunacheza naye alijua kabisa, mimi huku Mutuswana niliko nimekosea, lakini kama nitafika hapa nitawaonyesha watu mpira. Biriani limerudi na kachumbali zake na manyama yangamia kuelekea mechi dhidi ya Eswatini. Zungumza na mashabiki wote kuelekea mchezo. Ah, mashabiki wa Simba tunawaambia kwamba sasa hivi tubadilike, kwa sababu kafu hawaangalii timu, kafu hawachezi na sura ya mtu. Nadhani Simba mara ya pili tunapata pigo, pigo la vipi? tumelipa faini wakati tuko katika makumi na sita bora, tumelipishwa faini juzi, tumeangalia timu yetu katika nani. Sasa tubadilike, kwanza tuwe watiifu katika kuingia viwanjani. Kila ambaye tunemuona anataka kuleta vurugu kwa ajili ya ya, ya, ya kuichafua brand ya Simba basi tuwe wa kwanza kudili naye. Pili tunatakiwa tuwe wa moja. Hapa kwenye umoja mimi ndipo ninapozungumzia sana. Ile Simba nguvu moja sio kuongea sana tu, Simba nguvu moja sio kuvaa jezi ya Simba. Simba nguvu moja ni kuonyesha vitendo, sehemu yoyote tulipo. Yoyote ambaye anawasemea vibovu wachezaji wetu, huyo mtu tudili naye, na yoyote ambaye anasemea ubovu timu yetu, huyo mtu tudili naye. Turudishe nguvu moja kwenye matawi, turudishe nguvu moja katika sehemu tunapokutana. Tukiwa pamoja, hapo hatuwezi kuadhibikiwa, kwa sababu umoja huu. Kawaulize Zamalek walikuwa bora kabisa, lakini dhana ya Simba nguvu moja ilienda kuiondoa Zamalek ndani ya Misri. Leo kwa nini tushindwe kufanya vitu vyote, kwa sababu gani? Kuna watu wapo katika Simba kwa ajili ya 10%, kwa ajili ya uselfishi wao. Hawa ndio wanatuumiza. Simba ni ya watu wote. Simba ni ya mwenye shilingi elfu moja na Simba ni ya mwenye shilingi elfu kumi na Simba ni ya mwenye milioni moja. Tunapoitetea Simba watu wote tunaitetea kwa nguvu hii moja. Mimi nineepiga kelele hapa kwa Simba na wewe oneka huko sehemu yote. Simba tuwe kimoja, tuijenge Simba yetu turudishe makombe yetu tuliyapoteza hivi vitu vinawezekana isipokuwa tu ule mgawanyiko ule uselfish ule ubinafsi ndio unatufanya sisi tunaifanya tukiwa pamoja viongozi mashabiki natimba, na timu pamoja na wachezaji ni lazima tutafika nchi ya ahadi simba nguvu moja Shukrani sana. Asante sana